Katika kipindi chetu nitaongelea jinsi ya kupata mtaji wa biashara bila ya gharama yoyote. Unajua, unapoanza biashara, moja kati ya mambo muhimu ambayo inabidi utekeleze ni kupata mtaji wa biashara. Sasa mitaji ya biashara inapatikana kutoka sources mbalimbali, yaani vyanzo mbalimbali. Inaweza ikawa ni mabenki au taasisi nyingine za fedha, inaweza ikawa kwa wahisani kwa hiyo kuna sehemu mbali ambayo unaweza kupata mtaji na mara nyingi, inakuwa hii mitaji haipatikani bure, inapatikana kwa gharama, inabidi utoe fedha au ulipe riba, na sasa hiyo kidogo inaleta changamoto kwa baadhi wa, wa wa ya wafanyabiashara au wajasiriamali. Sasa kwenye kipindi cha leo nitawaelezea jinsi ya kupata mtaji bila ya gharama yoyote. Eh, ne, dio, dio maana yangu ni kuwa kweli unaweza kupata mtaji bila gharama yoyote. Kwa hiyo kaa nami mpaka mwisho wa kipindi nikueleze jinsi unavyoweza kupata mtaji bila ya kulipa gharama yoyote. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola wa Tan Business Channel Online Television. Kaa nami mpaka mwisho. Sasa kabla sijawaeleza jinsi ya kupata huo mtaji bila gharama Nafikiri tuweke mambo sawa kuhusiana na swala zima la mtaji. Mtaji unahitajika, unahitajika katika biashara kwa ajili ya mambo makuu matatu, na hivi ndio tunaita ni vigezo vikuu vya mtaji. Kwanza ni kwa ajili ya gharama za kuanzisha biashara. Sasa hapa tunazungumzia gharama zote ambazo unalipa mpaka ile siku unapoanza biashara rasmi. Sasa kuna gharama kama za kusajili biashara kule Brela, kuna gharama za kulipa eh, kulipa leseni ya biashara. Lakini pia kuna gharama za kulipa pango au sehemu ile ambayo utakapofanyia biashara, mara nyingi inabidi uanze mapema kabla hujaanza biashara samani kwa kwahiyo, sasa ni kodi ya kulipia ile kodi ya pango au ile sehemu utakapofanyia biashara sasa kuna gharama nyingine labda kama maconsultanti utawaingei utawa ambao watatengeneza business plan na vitu kama hivyo. Sasa hizi tunaita ni gharama za kuanzisha biashara. Gharama za pili ni za kufanya biashara, maana yake ni pale unapoanza biashara, kuna gharama mbalimbali inabidi ulipe ili biashara iweze kuendelea. Sasa hizi tunaita ni gharama za kufanya biashara na tatu ni gharama za kununua vifaa. Hizi biashara zinahitaji vifaa mbalimbali. Kwenye upande wa maduka kuna kuhitaji, kuna mahitaji kama ya refrigerator kwa ajili ya kuweka vinywaji, kuna mahitaji labda eh, ya kununua mafeni eh, yatakayopepea wateja watakapofika, kuna mahitaji ya kununua mashine kompyuta eh, na labda mezani. Sasa hivi tunaita ni vifaa. Sasa kwa hiyo unapoenda kuomba mkopo kwa ajili ya mtaji, maana yake hizo pesa utazitumia kwenye kuanzisha biashara, utazitumia kwenye kufanya biashara na utazitumia kwenye kununua bidhaa, kwa kununua vifaa vya biashara. Sasa hiyo ni tuweke sawa, kuja sasa kuzungumzia hizo gharama, utaweza kuelewa vizuri. Sasa hii ni sehemu ya tatu ambapo sasa ndio ninazungumzia hiyo e, mitaji unaweza ukapata ambayo haina gharama. Sasa kama nilivyosema hapo awali ni kuwa e, mitaji inatakiwa kwa ajili ya malipo ya aina tatu au gharama za aina tatu, ambazo ni za kuanzisha biashara, lakini namba mbili za kufanya biashara, na namba tatu za kununua vifaa. Sasa katika hili swala la kupata mikopo bila ya gharama utakuta zaidi inakuwa kwa aina mbili za mtaji, kwa maana kuwa kwa ajili ya pesa ya kufanya biashara na kwa ajili ya pesa ya kununua e, vifaa vya biashara. Ili ya kuanzisha biashara hiyo itabidi utafute mwenyewe, na mara nyingi sio ghali sana kwa sababu huwezi kushindwa kulipa e, fedha ya kusajili biashara BRELA ambayo mara nyingi na elfu ishirini na tano. Labda kama unataka kusajili kampuni ndo gharama zinakuwa kubwa, lakini nyingine ni leseni. Leseni sana sana, juu hizi biashara za kawaida ni laki mbili silani, kama unaweza ukashinda kulipa laki mbili na kwa hiyo gharama za huko ha, ha, huwezi uka- ukapata unafuu, lakini unaweza uka, ukazimudu uka, uka. Sasa tunachokwenda kuangalia zaidi ni zile gharama za kuanzisha biashara, Eh, gharama za kufanya biashara sasa. Gharama za kufanya biashara kuna kununua bidhaa. Sasa hii ya kununua bidhaa nayo ni gharama kubwa, na hata unaenda kukopa kule, kupata mtaji kwa ajili ya kununua bidhaa. Sasa kama ni mgahawa, kwa mfano, kuna kununua vitu kama mboga mboga, nyanya, na lakini vinywaji na vitu kama hivyo au hata kama duka, kuna kununua vinywaji, kuna kununua labda nafaka, kuna vitu sasa hivi vyote unachukua mkopo ili uweze kununua hivi vitu. Sasa tunachofanya kwenye upande wa gharama za kuendesha biashara, kuna baadhi ya wafanyabiashara wanauza bidhaa zao kwa njia ya mkopo. Sasa lakini kwa mkopo, lakini hakuchaji kitu chochote. Nitoe mfano kama wewe unaamua una, una, una kuanzisha e, mgahawa, ni kwa unaweza ukaenda sokoni ukakubaliana na mfanyabiashara pale sokoni, akakupa nyanya akakupa kabichi akakupa mboga, mboga, mboga mbali mbalimbali, lakini humlipi pesa, nakubaliana kuwa utakapokuja mara ya pili ndio unamrudishia pesa yake, afu nachukua tena mboga mboga nyingine, ndio inavyokuwa. Au mfano mwingine kwenye upande wa vinywaji kuna wa madila wakubwa wanakuja, kwa mfano wanauza soda, wanauza maji, wanakuja dukani kwako wanateremsha tu mzigo wa maji na soda afu wanaondoka, huwalipi pesa, ila mara pili watakaporudi sasa, na gari, kwa mfano, baada ya siku mbili au tatu, sasa ndio unawalipa pesa kwa ajili ya vinywaji vya ambavyo walikuletea huko nyuma, alafu pia unachukua vinywaji vingine bila ya kulipa pesa. Sasa hiyo ni kama wanakukopesha, lakini hakuna gharama yoyote. Nafikiri hapo sasa mnanielewa. Kwa hiyo sasa, unaweza ukanunua au ukapata bidhaa kutoka kwa wafanyabiashara bila ya kulipia pesa. Sasa wewe unachukua ile bidhaa unayeuza kwa wateja, unapata pesa, unamrudishia yule jamaa. Hiyo ni moja, lakini ya pili, kuna wale ambao hawauzi bidhaa, ila wanauza huduma. Sasa kama mtu anauza huduma hata hizo huduma wanazitoa bure. Eh, kuna mifano mingi tu una, una, una, una unapewa huduma eh, ambayo wewe baadaye huduma unawauzia eh, wateja alafu kisha baadaye unawalipa una wale wanakupa huduma. Sasa hiyo ni namba mbili. Namba tatu ni upande wa vifaa. Nimezungumzia vifaa kama refrigerator, kama AC mizani na vitu kama hivyo. Sasa kuna wafanyabiashara wengine wanaweza wakakuuzia hivyo vitu, lakini pesa ukawalipa kidogo kidogo. Labda kwa mfano, nakwambia hii utanilipa kwa miezi sita, kwa hiyo kila mwezi hapo unalipa laki moja. Kwa hiyo kuna unafuu mkubwa sana. Sasa utaona kuwa unaweza ukapata vifaa mbalimbali vya kuanzisha biashara kwa njia ya mkopo ambayo haina gharama au gharama zake ni ndogo sana, lakini pia unaweza ukapata mtaji kwa ajili ya kununua bidhaa bila kulipia au gharama zikawa ni ndogo sana. Sasa ndio maana nikasema kuwa unaweza ukapata mtaji ambao hauna gharama, kwa sababu kama ingekuwa ni umekwenda benki unapewa mkopo labda milioni mbili, hizo milioni mbili ndio hizo zote utazichukua kashi, unakwenda kununua bidhaa. Sasa badala ya kuchukua mkopo benki upate fedha za kwenda kununua bidhaa unakwenda moja kwa moja kwa mwenye bidhaa, anakupa bidhaa, lakini pesa hukuchuulipi wakati ule. Sasa hapo inakuwa ni kama vile unapata mkopo ambao huna gharama. Nafikiri nime- nimeeleweka. Naona niishie hapo eh, naomba na wito wangu, kwanza, kama kuna jambo ambalo limekufurahisha kuhusiana na haya niliyoelezea, basi karibu niandikie, omba mawazo zaidi tu, tu mimi nitakupa mawazo zaidi kuhusiana na ili somo la leo. Lakini pili, naomba msubscribe. Subscribe ili upate huduma zetu. Ukisubscribe utakuwa unapata message na kuambia eh, leo kipindi ni kipindi fulani, unakifahamu kabisa kabla ya muda kuliko ukiwa hivi unasitokea tu kipindi kimetokea. Kwa hiyo subscribe ili uweze kupata messages na ukajua kwa siku ya Jumatano au Alhamisi nitakuwa na kipindi gani. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana, naona niishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, asante na karibu tena, mitaji ya biashara.